Kwanza alikuwa hivi alikuwa hiyo hivi. Anyway, eh, mipaka, mipaka. Eh, mipaka, eh? Ni mipaka kuna kuna kuna ukaribu ambao hutaki kumsogelea hata binadamu wa kawaida. COVID kuna vitu vingine vingi. <laughs> Mwona, sasa mona sasa mabosi, we nasikia wanawasogelea hey, huko. Ehe, haya wadada mnaobaki na bosi wa kiume hayupo imeama jamani, wadada senta, tuko na mipaka mwne, mpaka. Mwne, mpaka. <laughs> Chuko, mwne, mimi nabakigi, sio kwamba ni mara zote, ila mara chache labda dada ameenda kazini, kaka anakuwa labda ipo nyumbani. Kuna kipindi anakuwa labda anaumwa, anabaki yeye nyumbani kwanza yeye ni mtu wa diet huyo kakaangu. Kwa hiyo ukibaki, akibaki nyumbani mara nyingi, labda ataniambia masa, labda nikaangie yai, na simpelekei yaani vile moja kwa moja, labda chumbani, au muda mwingine anaweza katoka sebuleni, au muda mwingine ye mwenyewe akitaka kitu anaingia jikoni anajiwekea labda, kama na kwa sababu mtoto ni mdogo, kama niko bize na mtoto au mtoto analia na mbembeleza kama anataka maji ya moto kwa hiyo anaingia anachukua, kwa hiyo tunaishia tu pale pale chumbani, akiwepo kaka siingii okay. Nafikiri ma, masa anavyoongea inatoa ile picha kwa baba anayejiheshimu tofauti na huyo aliyokuwa anasogelewa alafu alikuwa kumbe anaenjoy hapa <laughs> anakuja kuripoti baadaye. Sasa ukishaturipotia baadaye, kwetu sisi hiyo sio kesi. Wewe mwenyewe ulitaka na ulienda huko kwenye hiyo nyumba kwa shughuli hizo, si unaelewa? <laughs> huwezi baadaye, mambo yamebumburuka ndio unakuja kusema oh, kwanza alikuwaga ananishikashika, kwanza sijui alifanyaje. Mbona ukuripoti? kwa sababu wadada wapo wachache wanaoripoti hizo tabia mapema kabisa. Mapema kabisa, anasema jamani, hapa nimekuja lakini huyu baba anafanya moja mbili tatu, mimi chikitwa. Aa, unajua kabisa huyu ni dada mwenye self awareness na kuna vitu vyake kaweka mipaka yake, sio mipaka ya kazi, maana hapa tunazungumzia mipaka ya kazi, lakini kuna ile mipaka binafsi ya mtu kujiheshimu na kusema Liu, lo, yani kwa lolote sintatoa mwili wangu, sisi tunaelewana. Kwa sababu wadada huku wanakuja kudanganywa, tuna vitu vidogo vidogo hivyo, elfu kumi hamsini, laki itakusaidia nini? Lakini wadada wengi anaweza akaona hiyo ni big deal, akafikiri labda hata huyo bwana atamwacha mke wake kwa ajili yake, lakini sio kweli. Hizo ni tabia mbaya tu ambazo waga, napenda kuwambia wadada, usipokuwa mwaminifu kwa kidogo hata makubwa huwezi kufanikiwa. We unataka siku moja na we Mungu akubariki mumeo, uwe na mji wako, lakini uko kwenye nyumba ya mtu, unamfanyia huyo bosi wako wa kike vitu ambavyo wee usingependa kufanyiwa endapo ukiwa kwenye ndoa yako. Hauwezi kufanikiwa. Huo ndio msimamo wangu, na unatokana na neno la Mungu, period. Kwa hiyo, Martha anajibu kwa familia ambayo ina baba anayejitambua atakaye, ambaye anamheshimu mke wake, awepo asiwepo. Ukimsikiliza vizuri lakini je, ni wadada wote wanakutana na familia zenye wababa wanaojiheshimu na wale wababa ambao wajiheshimu? Je, respondi yenu ikoje? Au ndio hiyo alikuwa ananisogelea na wewe ukamsogelea? Hii na mambo yalivyofika ya kwa sababu atakusogelea wanaume tu siku ya kwanza, akishakupata shughuli imeisha. At visa vingine vitaanza utoke, unarudishwa wadada center ndio unakuja kusema, "Oh, huyo kwanza alikuwa ananifanyia hivi." Si tutakuona kaaba tu, hamna kingine na tutakutoa kwenye mradi wetu kwa sababu tabia zako utaendeleza haya. Mi nampongeza Martha, kwanza anajieleza vizuri sana na unaonyesha namna unavyojitambua, una mipaka ya kazi na umepata bahati ya kupata mabosi wazuri. E, lakini tunachotaka hapa, awareness ya kipindi cha leo, mipaka katika kazi. Anayetakiwa kukuwekea mipaka ni bosi au ni wewe unaenda kujiwekea mipaka ya kazi? Mipaka ya nini? ya Kazi, ya kazi. Sio mambo binafsi ambayo tumetoka kuyaongea ya kazi. Umetumwa kazi, je, unafanya au unasema a a hizi sio kazi zangu? kupeleka chakula kwa bosi wako chumbani, amekuagiza niletee chakula, kuna shida gani? Utakapopeleka kile chakula alafu labda akakuvuta au ukaona saini, sisi ni wanawake tunajua saini za wanaume, hata kabla hujapeleka hicho chakula chumbani mnavyopishana tu humu ndani, unajua huyu baba anajiheshimu au hajiheshimu. Unajua, je unachukua jukumu gani? Lakini tunachotaka mipaka ya kazi, lazima wadada wajifunze mipaka ya nini? E, mipaka ya kazi. Yani manake sio ujiwekee mipaka kwenye kazi, ni vitu gani kwako wewe unaona haya sio majukumu yangu, tujadiliane ili tusaidiane unapoenda kazini uende ukatoe huduma nzuri. Hilo ndio lengo la kipindi cha leo. Yeah, madam, labda tungewauliza pia wao kutokana na experience huko walikotoka, kuna kazi gani ulipewa ukaona hii ni nje ya utaratibu? Dada sema wewe, yaani kuwa open mwazi. Kazi gani au jukumu gani ulipewa ukasema mm? Wanai hata kama ulifanya, hata kama ulikuwa ujui, ila ndo ukaa unalifanya, lakini mara ya kwanza uliliona kama liko nje ya utaratibu. Kuwa open, ongea ili kwamba tuambizane wote, hicho kitu ni sawa au sio sawa kabisa. Mmeelewa swali jamani? Inawezekana hilo jukumu hata sasa bosi wako bado anaendelea kukutuma ehe, eh, lakini wewe unalifanya kwa kusononeka, yani unalifanya, unalifanya kishingo upande tue. Unalifanya tu yani ni mradi ufanyeje. Kwa hiyo share na sisi ili tuweze kukusaidia mawazo chanya kuna kuna mwenye ana hilo jambo, yaani kuna hiyo changamoto kwamba kazi unaifanya kwa sababu tu bosi kasema nifanye, lakini wewe mwenyewe na conscience yako inakuambia kabisa kwamba mimi hichi kitu sitakiwi kufanya. Kufua nguo za watoto labda na miaka 15, nguo za ndani, kuenda kufata chakula sijui shambani maka wadada wengine mnarudi baadaye mnalalamika. Bustani pia kumwagilia, kufanya nini, hizo zote ndio tunachokiongelea. Unaambia umwagilie labda, we uli unajua utaratibu hautakiwi kufanya. So, wadada mnapitiaga mikataba yenu time to time, eh? Mnajua hata kituo kuna baadhi ya vitu tumewawekea mipaka yaani tunapoongea kwenye kazi za ndani pia na ma, na majukumu au taratibu za nyumba, pia napo kuna mipaka yake, hasa labda kuna kitu umeambiwa kwamba hauruhusiwi kufanya, wewe unakiona kwamba no, una, unaambiwa kwamba unatakiwa kufanya, lakini wewe unaona kipo nje ya utaratibu na bado unaendelea kufanya, kwa sababu umefika ukaambiwa ufanye. Lipo hilo jambo na kariri sura lenu zote afu siku mtu arudishwe hapa aseme. Mambo mengi tu kuna tushaambia amna kukopeshana ya kukopeshana na mabosi ambapo wanakifanya sana sasa hivi. Wanaenda kuombaomba sana hela kwa mabosi. Na dhamana usilipe kamata tu hakuna, yani dada anamuomba bosi amkopeshe hela, unaelewa kukopeshana sisi tunasema sawa, kopeshaneni, lakini sisi hatuhusiki. Utaratibu wa mkataba, hatutaki hizo biashara za kukopeshana. Kuchukua vitu vi. vya mwajiri yako bila ruhusa si, hizo zote, unakuta bosi wako amevua viatu na wewe unavaa una, hivyo una, una, hivyo kanda mbili zake yeah. Kwa hakuna hawezi oke, kusema karibu huyu hapa wadada center kwa familia E, mi nilikuwa nina changamoto kama hiyo, yaani nimemaliza... Onge, ongeza sauti kidogo. Nimemaliza mwezi wa kwanza, ile zamana ikatumwa, sasa na huu ni mwezi wa pili. Nilitoa changamoto za bosi huko ofisini, lakini ulipofika huu mwezi wa pili kupewa mshahara, ananipa nusu, akaniambia ofisini kwani waje kuambia unatakiwa uletewe msichana mwingine wa kulipli, wa kulipresent sasa nikasema hiyo inahusiana nini na mshahara kunipa nusu, na kazi bado naendelea kufanya. Sasa hicho kitu kinakuwa kinaniumiza moyoni, hata kama nakuwa nafanya kazi hicho. Uh, kitu hakipo mm hatuna -hmm, hatuna utaratibu wa mshahara nusu wala robo, hatuna wala mna mtu ofisini anaweza kusema kitu kama hicho. Uh, uh, uh, labda kama kuna ishu nyingine uh, uh, yeah, ku... A, yani ujaelewa utaratibu yani, ni kwamba kwa chukua mike, utaratibu ni kwamba dada anatakiwa alipwe mshahara wake, si ndio? Dhamana inakuja ni mshahara wa kwanza. Kama kuna makato mengine ya yeye kuvunja mkataba yanajulikana. Kwa hiyo kwa nini apewe nusu? Dada alianza kut, alikuwa na changamoto tangia alivyofika. Ni smart dada na yuko na mtoto ambaye anabidi amhudumie lakini bosi akawa anamrekebisha dada, mbishi anaporekebishwa, anapoelekezwa utaratibu, ni mbishi, na huo ubishi wake haujaonekana na bosi wake tu na wadada wengine waliotoka hapa, ambao wameobserve tabia zake, lakini pia na mama yake na bosi ambaye hawahusiani kwenye hiyo nyumba yake dada. Kwa hiyo dada akatoa taarifa kituoni kwamba anaomba bosi wake atafutiwe dada mwingine. Kwa kutunza amani ya nyumba na utaratibu jinsi ambao tunafuata, kwamba tunapeleka dada mwingine, huyu aliyopo anaondoka akifata utaratibu, anakaa kwa kutulia, anaendelea na majukumu yake kama kawaida. Dada, ikafika siku ya kulipwa ambapo ametoa taarifa siku chache tu, akawa anang'ang'aniza akam yani, akamuuliza bosi kuhusu payment yake. Bosi akamwambia hivi kwamba nitakupatia, ilikuwa ni exactly the day, akamwambia shika kwanza hii nyingine, nitafanya nini, nitakupatia. Dada akaanza ku hapo ak hapo hapo hapo dhamana yes. ya dada iko kituoni. Ipo kituoni. Kwa hiyo dada amefanya kazi um, akamaliza tena mwezi yes. Si ndio? Yes, yes. Kwa hiyo bosi akamwambia shika kwanza hii. Hapana, ameshatoa taarifa anataka kuondoka sawa, yes. lakini si kuna dhamana. Dhamana ipo. Na yeye si bado yuko pale kazini, yuko kazini. akisubiri dada mwingine apelekwe. Yes. Na hizo siku atakazokaa wakati dada mwingine anatafutwa apelekwe atalipwa analipwa na hiyo hela sio kwamba bosi amesema hampi. Achana na bosi hawa watu wanakuja wana shida zao naomba tuelewane Dhamana kitu ambacho hela inayokuja ofisini ni dhamana tu. Ndiyo. Na dhamana ni kwa ajili ya kulinda mkataba ili afanye kazi mwaka mzima. Ndiyo. Na huyu tayari kasha declare kwamba hafanyi kazi mwaka mzima, maana yake tunajua ile dhamana ndio itakayompatia bosi wake dada mwingine. Sasa kwenye hela zake nyingine ambazo amefanya kazi, mwezi umeisha, kwa nini hajapewa? Sio kwamba hapewi, bosi alikuwa anayo, amemtangulizia. Ilikuwa ni siku gani madam? Wakati amemaliza mwezi, amemaliza mwezi. Sasa ukimaliza mwezi si unalipwa mshahara? Na kwamba ilikuwa hivi, mshahara wake anaotakiwa kulipa ni tarehe, waliset mwisho wa mwezi, ila hiyo tarehe ambayo alisogezea hiyo siku haikufika, ndio maana akalipwa kwanza ile laki moja apewe na nyingine baadae, hakusema kwamba alipwe Yaani ni hivi, bosi wangu alisema ela anayo lakini hanipi. Kulingana na ofisini wamemwelekeza hivyo. Tarehe wewe unalipoka tarehe ngapi? Tarehe ishirini na mbili nilienda. Na hiyo ilikuwa tarehe ngapi uliomba ela? Ishirini na tatu, na alikuwa na mpango wa kunipa. Ah, kusogeza huo mshahara huo mshahara wa mwezi? Kusogezewa so, huo mshahara huo mshahara wa mwezi? Hapana, yani alinipa zile siku chache nilizofanya, alinilipa ili kusogeza, ili iwe mwisho wa mwezi, afu tukaanza, huu ni mwezi mwingine kabisa. Ni sawa, lakini maana yake kama ulikuwa unatakiwa ulipe tarehe 22 utakuwa unalipa mwisho wa mwezi si ndio? Ah ah, yeye analipa ishirini na mbili tu ndo alivyosema ana siku nyingine ya kulipa. Ah. Nisikize unachoelewa si ndio? Ya, ngoja kuna sehemu naenda. Ndio, 22 ulipewa shilingi ngapi? aliniambia nakupa laki moja kulingana na maelekezo niliopewa ofisini. Ambayo ni yapi? Kwamba wanaleta msichana mwingine ndio maana anilipi. Nikampigia akalo akaniambia eti labda anahisi utaondoka. Ndio maana amekupa hela nusu. Sasa mimi hicho kitu kinaniumiza, naendelea kufanya kazi sipewi hela. Okay sawa, naomba basi niongee um, ili tuelewane. Kuna mabosi ya yeah. Yeah, yeah. Mpe. Bosi wake alisema anamlipa na atamlipa hiyo mwisho wa mwezi ambaye hata dhamana alitupatia kwanza nusu ndo akaja akamalizia hiyo dhamana yote. Na bosi ni mteja wa siku zote na anafanya hivyo. Yaani mwisho wa mwezi tarehe ngapi? Tarehe 30 analipa. Kwa hiyo ngoja, leo tarehe ngapi? Tarehe 26. Leo 26. Kwa hiyo tarehe 22 ulilipwa laki moja. Eh. Siku nne zilizopita, si ndio? E. Okay, sawa nimeshaelewa. Okay ni hivi. Naomba niongee wakati wa dada wote mnasikiliza nao. Utaratibu wa dhamana ni ili dada akitaka kuondoka muda wowote aondoke kwa kufuata utaratibu wetu wa mkataba wa kusubiri mpaka dada mwingine aje, si ndio? Yes, kuna wadada ambao hawataki kufuata utaratibu. Kuna jinsi nyingine tunaweza tukadili nao. Moja ya jinsi nyingine ndio hizo.